Habari ya saa hii ndugu yangu, natumaini umzima kabisa na Mungu anasaidia. Leo nipo katika mti wa, wa kunde. Napozungumzia kunde, nazungumzia bomu la na kumlipua adui. Napozungumzia kunde, nazungumzia bomu la na kumlipua adui, sawa. Unatumiaje bomu hili la kunde? Sawa, hapa cha kufanya dili na hizi fimbo zake hizi, si? Dili na hizi fimbo hizi, dili na hizi fimbo. Wewe mfanya biashara ambaye unaona unachezewa katika biashara yako, mimi na mimi nachezewa, dili na hizi fimbo, chukua fimbo za mti wa kunde, kunde ambazo zi tunazokula zikata vipande saba. Ukishakata vipande saba, chukua karatasi yako nyeupe pe, andika manuizi unayoyataka, huyo mbaya atapoingia katika katika sehemu yako ya biashara, eh Funga sehemu ambapo mtu aoni, ama weka sehemu ambapo watu waoni. Ndugu yangu, utaona maajabu ya huu mti pale mtu mbaya atapoingia kujaribu, awe na chuma ulete ama akiwa hana chuma ulete hmm? mizizi yake pia, kwa wale ambao wanatumia chuma ulete, wale ndugu zangu ambao sasa wanaibiwa pesa zao ndororo nyingi, ninakoibebia bila kuelewa, kuchukua mizizi ya kunde. Chukua mizizi ya kunde, mizizi iwe saba sawa. Ikishakuwa na ubani saba, uchukua mizizi saba, ukate kati upande saba, chukua na ubani mashtaka, sawa. Chukua ubani mashtaka, kazi ifanye siku ya Jumanne saa moja. Chukua ubani mashtaka na mizizi ya kunde saba, mm, ifukize kwa manuizi, alafu ifunge, andike chukua karatasi yako nyekundu, andika manuizi, eh? Chukua na sindano saba chomeka katika ile karatasi pindi ushazungurushia, chome ushafunga vizuri na kamba ya mgomba, chomeka sindano saba kaweke kwenye biashara yako. Ndugu yangu, atakayekuja kwa nia kukuletea ujinga eh, atakaolipata habari yake ataisikia, sawa. Kwa wewe ambaye unasumbuliwa sasa eh, unasumbuliwa na mambo fulani fulani ya kuendei mikosi nuksi mambo amekwama, chukua majani yake, tafuta na mtu unatumia kukoga asubuhi na jioni, kauza Mwenyezi Mungu mambo yatakuwa yata ni mazuri. Hii ndio faida ya mkunde, sio mkunde poli huu ni mkunde wa kawaida, mkunde wa mboga una, una mambo mengi. Kwa leo tumeishia hapa. Kwa shida yoyote nipigie simu, na Mungu anasaidia.